E, bwana msimu huu wa Valentine Harmonize amemwandikia ujumbe huu Kajala. Tunafahamu kwamba hawa ni wapenzi wa muda mrefu sana, na kama unavyojua mahusiano ya Kajala na, uh, na Harmonize yamekuwa ni mahusiano ambayo yanavutia we kwa wengi, na kila mtu anapenda mahusiano ya Kajala na Harmonize, na tukumbuke kwamba haya mahusiano bwana yamepitia vitu vingi sana, wanaachana, wanarudiana, wanaachana, wanarudiana, wana wana wana. Na baada ya Kajala kuachana na Harmonize kipindi kile Uh, Harmonize aliingia kwenye mahusiano na watu wengi sana, akiwemo Posh Queen na baadaye wakaja wakaachana, na baada ya kuachana hapo katikati, Harmonize alikaa kimya sana na hakuwahi kutambulisha mpenzi mwingine, na chini ya carpet watu walikuwa nasema kwamba Harmonize anataka kuoa e. Na baadaye bwana, tukaona ameibuka na Kajala. Watu walishangaa sana kuona Harmonize na Kajala wamerudiana, lakini haikuwa rahisi sana kwa watu kuamini so hichi na kuandika hichi hapa ili kuaminisha waja kwamba sisi na Amina uh, Kajala tumerudiana na hatuna tena mpango wa kuoa kuachana. Uh, na kama tunavyofahamu kwamba Harmonize taali ameshamvisha Kajala pete, na hii ni pete ya pili uh, Harmonize kumvisha Kajala. So kupitia ukurasa wa Instagram wa Harmonize ameandika maneno haya hapa: huu ni ujumbe ambao na unautuma, uh, kwa mpenzi wangu Kajala, mama watoto wangu. Nafahamu tumepitia vingi sana kwenye yetu na wewe, nakiri kwamba wewe ni mtu ambaye unanielewa sana. Siwezi nikaelezea kila kitu ambacho uh, kilitokea behind na kile ambacho watu ambacho walikuwa nakiona, lakini naweza kusema kwamba wewe ni mwanamke wa pekee sana na mwenye, wenye, mwenye moyo uh, wa dhahabu. Ni wachache sana ambao wanaweza wakawa na moyo kama wako. Wengi watakufikiria kwamba hauna msimamo kulingana na kile ambacho tulichokipitia, lakini niweze kusema kwamba wewe ni mwanamke na nusu, akitoka mama yangu unafata wewe. Uh, ameendelea na kusema kwamba Kajala, nikwambie tu leo si Uh, leo ni siku ya wapendanao lakini sisi hii siku hatuiamini sana, kwa sababu kila siku sisi tunapendana. Niseme wazi kwamba, uh, wewe ni mwanamke ambaye nilikuwa nikilala na kuota. Nimekuwa uh, mbali na wewe muda mrefu sana, na mashabiki zangu ni shahidi. Nilikuwa nimeteteleka na nilikuwa nimefubaa. Baada ya kurudi kwako, umekuja umenipa uh, nyota na nimeweza kung'ara tena. Niweza kusema kwamba siwezi nikakuumiza hata kwa sekunde moja. Kitu kikubwa ambacho namuomba Mwenyezi Mungu ni kukulinda wewe, mwanamke wa ndoto yangu. Kajala, unajua amba, kupenda, na, na ni jinsi gani ambavyo nakupenda na nakuheshimu sana, niweze kusema wazi kwamba naomba unisamehe kwa yale yote ambayo nilikukosea. Wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana, na najua wanaongea mengi, pengine inapita na upepo wako, lakini niseme wazi kwamba mimi na wewe tunapendana sana. Wamemalizia na kumtagi kabisa Kajala Frida na Uh, kwenye upande wa komenti bwana, watu wametililika sana e bwana, tena nitakusomea komenti chache za watu. Wanasemaje kuhusiana na ujumbe wa Harmonize kuenda kwa Kajala na kumwaahidi zawadi nyingi sana? Amesema kwamba nimeshakupa uh, vitu vingi sana vya thamani, lakini naomba hiti kidogo ambacho leo uh, nakupa ukithamini, maana hata kesho nikifa, basi nitakuwa sina deni kwako. Kwenye upande wa komenti bwana, watu wanasema kila mtu anasema la kwake. Kwa hiyo huyu hapa anasema kwamba Kajala na Harmonize wanaendana jamani, wawane. Kuna huyu hapa ambaye anasema kwamba Harmonize anapita na upepo wa Kajala. Kuna huyu hapa ambaye anasema kwamba uh, wewe bwana uwezi ku, uh, uwezi kumpenda Kajala, unapita na upepo wake. Kuna huyu hapa ambaye anasema kwamba kama unaamini kwamba nyota ya Harmonize ni Kajala, gonga like hapa mba, um, kwa hiyo huyu anaamini kwamba uh, bila Kajala Harmonize si chochote. Kuna huyu hapa ambaye anasema kwamba uh, wewe bwana, tumeshakuzoea unamtumia dada dada yetu baadaye unampiga kibuti. Kuna huyo hapa anasema kwamba Harmonize, nakupenda sana, naomba mpende Kajala, usije kumuumiza. E bwana, comments ni nyingi sana, ni kuachia mtazamaji wa Lizzymedia aweze kutuambia una maoni gani kuhusiana na huu ujumbe wa wa Harmonize kwenda kwa Kajala. Drop comments zako hapa chini, lakini pia kukukumbushe, kama bado hujapata nafasi ya kusubscribe kwenye channel yetu Lizzymedia, fanya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kujipatia kila video ambayo tunaiposti hapa ndani ya Lizzymedia.